Nimekujia tena ndugu yangu mtazamaji wa Abjad Academy Online TV kwa lengo la kukumbushana, kuelimishana kwa kupeana nasaha mbalimbali na elimu mbali mbalimbali ambazo zitakuwa na tija katika dini yetu na jamii kwa ujumla. Leo nataka nikujuze madai wenye faida na madai wasiokuwa na faida. Kwa nini niseme hivi? Nitaongea kwa lugha ya Kiswahili zaidi ili unielewe. Kuna watu ambao wanasomesha ilmu hizo mitandaoni, ilmu ambazo zina manufaa tena makubwa katika jamii. Kuna watu pia wanasomesha elimu ambazo hazina manufaa yoyote zaidi ya kuiangamiza jamii. Tunaishi na watu katika jamii, jamii yetu ya Kiislamu, wanaswali lakini tohara zao hawazijui, hawajui najisi ni zipi na zikiwapata najisi hizo, wajitoa hali shabibu, hawajui kutia uvu, hawajui swala yao, wala hawajui hata kukoga josho pindi akiwa na janaba au akikamilisha mzunguko wa hedhi au nifasi na mengine hawajui. Hawa tunaswali nao misikitini, wanaswali na majanaba yao, wanaswali na uhadathi wao wanadhani ya kwamba wamejitwaharisha, lakini hawajajitwaharisha. Sasa ni lazima mashekhe, kwenye mitandao yetu, wakati tunazungumza mada tofauti tofauti za kupatiana faida, tuangalie tunawekeza zaidi sehemu gani na jamii inafaidika zaidi kwenye nini. tunao watu ambao hatunao hata misikitini, wapo mtaani, ni waislamu wa na mashekhe wanadhima, wanadhima kwa Mwenyezi Mungu. Watu wale ikiwa hawajui na iko pamoja nao na ile hali, yeye anajua. Kwa hiyo lazima tujue elimu gani tunazisomesha watu, wakisomesha zile elimu ambazo zinazungumzia masala yetu ambayo yanatutokea kila siku katika ibadati zetu katika jamii yetu, yani ndio mambo ya msingi ya kujifunza, na walimu wanaosomesha vitu hivi ni wa kuwang'ang'ania na kuwashikilia. Sasa twende upande wa pili, kuna ilmu ambazo zinasomeshwa mbali mbali, ilmu ambazo zipo kwa ajili ya kuwatangazia watu biashara zao. Sio vibaya kutangaza biashara, sio vibaya, tutangaze biashara zetu kwa sababu ndio sehemu ya kupatia chumo letu. Lakini tuangalie tunaitangaza biashara kwa namna gani na mtindo gani, isije ikawa watu wamejua biashara yako, lakini kuna ilmu ya uharibifu katika jamii umewaachia kwa kutaka kuonyesha ya kwamba una ilmu ya kujua mambo mengi. Tunaweza tukasomeshwa ilmu, nitakutajia ilmu hiyo. Tunaweza tukasomeshwa ilmu alafu kwa kuchukuliwa akili zetu, ili kusudi tuaminishwe kwamba ilmu hizo zina faida. Tunaambiwa hizi ndio ilmu zilizokuwa kwa mashaikh zetu na walizitumia Yaani, mashehe walitumia ilmu za kuangamiza watu kwa kuwapa adhabu kinyume na Mwenyezi Mungu alivyoamuru watu wapewe adhabu. Tunaweza tukachorewa jedwali ambalo lina vyumba tisa, vitatu kulia, vitatu katikati, vitatu kushoto, na ukija juu pia vitatu, kushuka chini vitatu vitatu kwa maana vinakuwa katika hali ya mraba. Jina lake linaitwa muthallath, muthallath al-Ghazali. Tunafundishwa jinsi ya kulikokotoa jina na kuweza kulitumbukiza katika huo muthallath, na jinsi ya kufanya baadhi ya mambo. Ukiyafanya hayo, aliyeiba tumbo lake litavimba, litafutuka kiasi ambacho atapata maumivu makali mpaka arejeshe kitu hicho. Sasa kitu hicho kama kashatiuza na alokinunua kashaondoka na muumu, kuna watu wamefanyiwa vitu hivyo, baadaye wakaangukia katika kupata wazimu. Kwa hiyo umemstopisha mtu taklifu yake kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tu ya kutaka kuonyesha eti wewe ni hodari, au kumvumbisha mguu na kufanya utoke mafunza, utoke wadudu. Elimu hizi ni elimu zisizokuwa na manufaa katika jamii yetu. Unaweza ukawa umesomesha hicho alichokisomesha kama ni muthalath au labda ukichukua kitu fulani na kitu fulani ukikiweka pamoja, ukasema maneno fulani, kunatokea jambo fulani, lakini ikawa umemficha huyo mtu baadhi ya mambo kwamba haya simwambii, kwa hata atakenda kufanya halitakuwa. Sio watu wote hawajui, kuna watu wanajua, ana alaqa bainamojumi samawiya wa dabat lardhia, wanajua kuna mahusiano gani kati ya nyota ziliyoko mbinguni na hivi viumbe vinavyoenda ardhini. Wanajua, wanajua ni athari gani inapatikana kati ya nyota pamoja na viumbe viliyoko ardhini, ni athari gani kuna watu wamezisoma time taim, asaatul ardhia zina mahusiano gani na matali'u nujum, kuna mahusiano gani na machomozo ya nyota hizi? Saa tunazozitumia chini ardhini, saa zile za kweli, kuna mahusiano gani na zile ambazo eh, na machomozo ya nyota aliyoko juu, kuna mahusiano gani? Kuna watu wale wanajua kuna watu wanajua taskhiru alhayawanati mukhtalifa wajani. Kuna watu wanajua jinsi ya kumsakhirisha jini na viumbe wengine wanajua, lakini ikawa hicho nachokuja kukisomesha yeye ndo hakijui. Hicho nachokuja kukisomesha yeye ndo hakijui. Na kuna watu wanaishi na visasi ukaja ukamsomesha akaona mtandaoni akachukua akaenda kufanyia kazi. Madhara ya mwanzo utaanza kuyapata wewe, ambaye unasomesha watu ujinga, ambaye unasomesha watu elimu ambazo hazina faida, bali zina madhara. Madhara yake ni makubwa kuliko faida ameenda kumvimbisha mtu tumbo kitu kashakiuza alouza kasha safiri hayupo atakirejeshaje na mtu ana kisasi hataki kumsamehe mtu anakufa kwa hiyo mtu kaua kwa sababu mtu kaiba sio adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa mwizi mwizi haulipi au umeenda kufanyisha jambo mtu alikuwa na kisasi cha mtu aliyemfumania na mkewe akaenda akafanya akamuua, au akamtoa mzigo huku chini akamtoa ngirimaji, kisha anamwacha ateseke mpaka kufa. Hii ni adhabu kweli ya mzinifu. Elimu hiyo itakuwa haina manufaa. Tunazungumza vitu ambavyo tunavifahamu na tuna ujuzi navyo. hatuzungumzi vitu labda tumeona tu kwenye maandishi tukajisomea tu, tunazungumza vitu ambavyo tunavijua kwa undani. Elimu hizi hazifai kusomeshwa hadharani, na hao waliozisomesha elimu hizi kuwasomesha watu, walikuwa wanawaangalia uvumilivu wao na adabu zao, ndio wanawasomesha, wanaangalia hekima wa zao. Labda mniambie nyinyi ambao mlimdiriki Sheikh Muhammad bin Ayyub uwe ni mtoto wa kitanga au haukuwa kijana wa kitanga, umetoka mkoa mwingine, lakini umeenda kusoma kwa Sheikh Muhammad bin Ayyub. Sisi wengine, wakati Sheikh anafariki, tulikuwa tuko chini ya umri wa miaka nane, tulikuwa tunacheza kati ya umri wa miaka sita hivi, kwa hatujamdiriki, hatujamfaidi vizuri hatujamfaidi katika umri ule ambao kwamba mtu hapa anapata faida. Sasa mtuambie nyinyi ambao mlikaa naye hivi, Sheikh Muhammad bin Ayyub alishawahi kuibiwa akamvimbisha mtu tumbo? Au ashawahi kumvimbisha mtu huu au kumtoa mzigo, kwa maana ya kwamba ngirimaji? Kashawahi hivyo Sheikh Muhammad bin Ayyub kashawahi hivyo? Au Sheikh Suleimani Mbwana alishawahi kufanya hivyo au sha Shabani bin Harith kashawahi kufanya hivyo. Na hizi elimu walikuwa wanazijua, wacha Mungu hawawezi kufanya utumbo, mambo ya ajabu ajabu hawawezi kuyafanya. Kama kuna mtu alikuwa ni shekhe akafanya vitu kama hivi, si tunasema alikuwa kweli shekhe, lakini alikuwa hana akhlaqi ambazo Allah subhanahu wa taala anataka shekhe awe nazo, na ndio maana akaweza kufanya madhara Ndugu yangu mtazamaji, kuna ilmu ya ya kuna ilmu ya kuisoma watu wanazisomesha elimu hizi kutangaza biashara zao. Si vibaya kutangaza biashara, kwa sababu kwenye biashara tunapata chumo letu alhamdulillah, na Mwenyezi Mungu atuzidishie chumo letu lakini tuangalie namna ya kutangaza biashara. Tumetangaza biashara, watu wamejua biashara yetu, lakini kuna elimu nyingine ambayo ni ya mafsada kumwajalia watu. Kuna wengine ni mahudari wa kudadisi na kupeleleza, umemfundisha kitu hicho, kila akifanya havimu, anaanza kuendea watu mtaani mmoja mmoja, kwamba shekhe amesomesha kitu fulani, lakini naona kila nikifanya hakiwi. Kuna watu mtaani elimu hizo wanazo. Sasa kama kuna usugubatu kidogo mtu anaweza atamfungukia yule akienda kufanya madhara, wewe utakuwa ni sababu ya mwanzo. Nikupeni kisa kimoja cha kweli ambacho kimekutokea katika jamii. Kuna mti unaitwa mpenda pendapo, watu wa Unguja na Pemba, mti huo unanunuliwa vizuri sana na kuna mti unaitwa kifa uongo koo. Kuna kijana alikuwa anaishi na baba yake, baba yake ni hodari katika kuichezea hii miti. Yule kijana akapata ujuzi kwa baba yake, ni kijana mdogo ambaye hakupata hekima vizuri, akajua kwamba ile miti ukishaichanganya unaweza kuongea na mwanamke kwa namna yote, na akakubalia na ukaenda kusini naye. Kijana yule alichukua elimu ile akaipeleka maskani, vijana wanapenda wanawake, wakajaribu mambo, yakaenda ikawa wanawake katika mtaua ni wa kuchezewa, mpaka wakaambiana hata njia ya maskani hiyo wasipite. Ni kisa cha kweli kabisa, wala si cha muda mrefu na hiyo athari bado ipo, kwa sababu ndio elimu tayari wanayo. Waonaje utawasomesha watu? Kuna mti unatabia tabia kuota kama kichaka, jina lake unaitwa mchakati. Kwa sie watu wa pwani tunautea mchakati au mchakari. Mti huu kijiti chake ukikikata kidogo, alafu ukakipasua alafu ukakichukua kwenda sehemu ambazo unashakia kuna hatari au hakuna hatari, kile kijiti ukakifunga kwenye mkono, basi kama kuna hatari, unakwenda kile kijiti, ile kamba inakuwa inakukaza. Uone elimu kama hii ina faida, kwa sababu utakuwa unamwepusha mtu na sehemu za hatari, anakwenda pengine huko kuna ukabaji, ukuraji, ubakaji kuna watu wanapigwa mapanga bila sababu, au yuko nyumbani, kuna watu wanamfuata waje wa mzuru. Kwa hiyo kwa kutaka kukaa na amani, anakifunga kile kijiti kama alam, wale watu wakiwa wanakuja na wamekaribia karibu karibu, ambayo yeye anaweza akatoka akakimbia, kile kijiti kinakuwa kinambana. Haya ndio mambo ya wa kusomesha watu, watu wafaidike wasomeshe watu. Kuna majani yanaitwa mbatabata. Mimi naongea sana kimajina ki, ki, ki ya pwani kwa sababu ndo nilipo. Haya majani ni dawa ya tumbo, lakini haya majani yanatumika kwa kuondoshea hiddhi na hasani ni dawa ya tumbo kawaida na ni dawa ya homa vile vile, lakini anatumika kuongeshea hasani maonaji. Elimu kama hizi ndio mkatusomesha, na badala yake kutusomesha, sijui ya elimu, ukifanya hivi utamvimbisha mtu tumbo. Kama umeibiwa basi, mimi nakupa leo hiyo, chukua. Ndugu yangu mtazamaji, ukiibiwa kitu na ukajua mimi sasa hivi nimeibiwa, hapo hapo kaa kitako, soma suratu Yasin yote kwa kutiania, ya rabbi naomba kitu changu kirudi na kisimzike. Ukishasoma suratu Yasin unakwenda katika aya sabini na tano ya suratu l-Baqara. wa idh qataltum nafsa fadaraktum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Unaisoma hiyo ala qadri lhali, utakavyoweza kwa idadi yoyote, uwe na yaqini tu basi, kitu chako hakitauzika na kitarudi, hata kama itakuwa ni wiki nzima kitarudi. Waonaje elimu kama hii ilipokuwa nzuri na yenye kuvutia na ina faida, na sisemi kwamba limetamka tu labda nimeona sehemu, nasema kitu nachokijua, akanisomesha anayejua na mimi nimesomeshwa nashii nimeifanya kazi zaidi ya mara mbili. Kulishawahi kuibiwa Honda, kuna rafiki yangu mmoja akanipigia simu, ustadi, nimeibiwa Honda tunafanyaje? Nikamwambia kama kuna watoto hapo hapo, wachukuwa kusomea simu kwa wale watoto wakamsomea Asin, alafu naye alhamdulillah alikuwa anajua kusoma Qur'ani. Ujue huku Unguja watu wengi Qur'ani ni ada, wanaweza kuisoma. Yeye atasoma ile wai qataltum nafsa nafsan fadharatum fiha kwa idadi aliyoijua yeye mwenyewe, kisha akamswalia Bwana Mtume. Honda jioni alikuja kukuta nje nje na sehemu nyinginezo ambazo tunaweza kuhadithia. Hiyo ni kisa kimoja tu kinatosha. Kwa hiyo na nachotaka kusema ni kwamba tuwasomesheni, watazamaji wa video zetu na chaneli zetu, vitu vyenye faida. Tuacheni kusomesha vitu visivyokuwa na faida, kuwapotezea watu MB zao na kuwatia katika manyanga ya kuwaangamiza ili kuwavutia zaidi kwamba waendelee kusubiria na kuendelea kuangalia video zako kwa kuwatia tamaa. Hapana, tusifanye hivyo jamani. Hizi nimekunasihini tu, ndugu zangu, na ambaye alikuwa hajui nimemwelimisha, na alikuwa akijua, basi nimemkumbusha kwa faida ya dini yetu na jamii kwa ujumla. Addinu nasiha, dini ni kupeana nasaha.